Iran. Usalama wa taifa na uwezo wa kijeshi wa Iran ni mistari myekundu, haijadiliki. Msemaji wa jeshi la walinzi wa, wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa usalama wa taifa na uwezo wa kijeshi wa Iran hauwezi kujadiliwa kwa namna yoyote ile. Brigedia Generali Ali Muhammad Naini ameyasema hayo Jumanne kabla ya kuanza duru ya pili ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani itakayofanyika Jumamosi ijayo nchini Oman na kusisitiza usalama wa taifa na ulinzi na nguvu za kijeshi ni miongoni mwa mistari myekundu ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo haiwezi kuzungumziwa au kujadiliwa kwa namna yoyote ile. Naini alikuwa akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kwa mnasaba wa, mnasab wa kuadhimisha mwaka wa kwanza wa operesheni ya kwanza ya kijeshi ya Iran dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israel ambayo ilitekelezwa mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na nane, kwa kushirikisha ndege zisizo na rubani na makombora zaidi ya mia tatu yaliyolenga kambi za kijeshi za utawala huo katikati ya eneo linalokaliwa kwa mabavu ya Palestina yaliyopachikwa jina bandia la Israel. Operesheni hiyo iliyopewa jina la Ahadi ya kweli ilitekelezwa ndani ya kipindi cha chini ya wiki mbili baada ya shambulio la kigaidi la Israel kuwawa shahidi maafisa saba wa IRGC katika ubalozi mdogo wa Iran kwenye mji mkuu wa Siria, Damascus. Naini alipongeza shambulio hilo la kulipiza kisasi la Iran alilolielezea kuwa ni operesheni kubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani kuwahi kutekelezwa duniani kwa kutaka masafa ya zaidi ya kilomita elfu moja Msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu amebainisha kuwa operesheni hiyo ilidhihirisha dhamira na nguvu za mashambulizi za Iran kwa kumshambulia adui mzayuni na yalikuwa ni makabiliano ya kijeshi ya moja kwa moja na ya hadharani kati ya jamhuri ya Kiislamu na utawala wa kizayuni. Brigedia Naeini amebainisha kuwa shambulio hilo la kijeshi dhidi ya utawala ghasibu wa Israel ilikuwa ni operesheni halali kabisa ambayo ilitekelezwa kwa kuzingatia kifungu cha hamsini na moja cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Aidha amesema operesheni ya ahadi ya kweli iliweka wazi misingi mibovu na dhaifu ya kiusalama ya utawala wa kizayuni ikathibitisha uwezo wa kushambulia wa Iran likiwa ni dola lenye nguvu kubwa za makombora na ndege zisizo na rubani katika ukanda huu na duniani na kujenga matumaini kwa taifa la Palestina na watu wanaodhulumiwa wa Gaza.